Ok, nikukaribishe okay, sana sana, Rabaone kama ni mmoja wa kwanza kufika hapa, basi nitakuomba ujiunge nasi ili tuende sawa. Leo bwana, kuna swali mtu kauliza kwa sababu aliona mafunzo ambayo nilifundisha hapo nyuma, ni ya, ya namna kupata nini, ni leseni ya biashara. Sasa akawa na swali, je, akishapata ile leseni ya biashara sasa, ile leseni imefika muda wake, inakaribia kuisha ama imeisha, atafanyeje kurenew ile leseni? Ni lazima aende ofisi za manispa au Uh, nikiwa na maana ofisi za, za, za wilayani au uh, anaweza akafanya mwenyewe tu akiwa nyumbani kwake uh, niniseme kwamba vyote unaweza ukafanya, unaweza ukafanya ukiwa nyumbani kwako, na unaweza pia ukaenda uh, kwenye ofisi za manispaa ama za wilaya ili ukasaidiwa kurenew, lakini haina haja ya kwenda manispaa wakati uh, ulichukua uli, uli kwa kutumia mtandao kwao unaweza ka-renew pale pale kwenye kwenye, kwenye mtandao wa wako pale pale ulipochukulia, na hapo hapo ndio unaweza ka-renew. Sasa utafanyaje ku-renew leseni yako ya biashara? Kitu ni kimoja, tunaenda kama tulivyofanya kipindi kile, ni kwamba lazima tufungue browser yetu, browser yoyote ambayo unaitumia wewe, aidha kwenye kompyuta yako au kwenye simu. Browser hiyo unayotumia, utakacho kufanya ni kitu gani? unaingia kwenye tausi poto kwao unaweza ukaandika www.tausi.go.tz. E, inakuja tausi hapa. Nazani nilifanya hivi kwa masomo ambayo yalipita, yako juu hapo. Linki nimekuekea juu, angalia hapo, uangalie tulivyoanza, alafu tunafikia hapa. Kama ni mara ya kwanza ndo naingia kwenye tausi, na unahitaji labda kufanya kitu fulani, labda mfano unahitaji kuchukua leseni ya kitu chochote, ziko hapa leseni. Sawa? Uh, leseni ya biashara sijui liko, license, nini, nini, vyote viko hapa. Sawa? Kitu nadhani kitu ambacho leseni ambayo uwezi kuipata hapa ni leseni ya udereva. Hiyo ndo uwezi kuipata lakini mengine yote unayapata hapa leseni ya udereva ni mambo ya TRA. Sawa, baada ya hapo, utasign, kama a kama, kama, kama, kama huna account lazima utengeneze account. Na account itakuomba nini? Itakuomba uwe na uh, kitambulisho cha NIDA kwa niaba ya kutengeneza account. Lakini kama una account yako basi uta uta sign in na ku sign in. Hawa jamaa siku zote mara nyingi wanakuwa a, a, ni sijui wamtambui mtu sijui wafanyeje sijui wanahitajiki uhakika wa mtu a hakiki nadhani hivyo, wana hakiki uhakika wa mtu. Kwa hiyo kila nikifungua tausi lazima nianze kujaza namba tena ya NIDA upya, na kuna muda wananiandikia kabisa a, jaza na namba yako ya simu tuone kama ni wewe. Kwa hiyo inakuwa hiko hivyo, na ile ukishajaza namba ya simu ile message inatumwa moja kwa moja kwenye simu yako. Kwa hiyo huwezi kujaza namba ya mtu hapa afu utarajie meseji hapana, lakini lazima ujaze ya kwako. Tufanyeje? tujaze namba ya NIDA ambayo tulifungulia akaunti yetu, na uhakikishe ni yenyewe ambayo ulifungulia akaunti yako. Kama kawaida, unaanza kujaza. Aa, na nilikwambia kwamba unapoanza kujaza namba ya NIDA uhakikishe kuna mstari huu hapa, uhakikishe unapoanza anza mwanzo mwa huu mstari unaopopa hapa, kwa sababu ukianza katikati, mfano kama hapa, hizi namba hazitojaa kwa hiyo lazima uanze mwanzo kabisa hapa. Sasa tunaenda kujaza, alafu nitakurudia. Ok uh, ikishafunguka kwangu mimi, ikifunguka mara nyingi inakujaga hivi. Kwa sababu gani inakuja hivi? kwa sababu ya nini? Ni uh, leseni niliyoichukulia uh, mimi ni ya biashara zangu, na biashara zangu zina jina kamili, ndio maana unaona ipo hapa Rabaone Hope Givers, na, na ya kwangu hii hapa. Kwa hiyo hii ndo ya kwangu, ambaye mimi ndo admini nayoendesha hii poto lakini pia kuna namba hapa ambao ndo imefanya nini imesajili hiyo leseni. Kwa hiyo utakachokifanya nitagusa hapa kwenye Rabaone Hope Givers halafu na switch hapa na, okay. Na ikishafika hapa kama kawaida kila kitu kiko hapa okay. Na ikishafunguka hivi ni kwamba hii ndo leseni yangu ambayo eh, eh, nili apply na ndo niko nayo. Kwa nitakachokifanya mimi nitakuja hapa kwenye business, kwenye business license. nitagusa hapa kwenye business license Nikigusa hapa inaandikwa kwamba my application na kuna my licenses. Kwa mimi situenda kwenye my application, kwa sababu ndo hii hapa hii application ambao nilifanya ndo hii sasa nitakachokifanya nita nitakuja hapa kwenye, kwenye leseni zangu mimi, nitagusa kwenye leseni zangu, kisha itafunguka kwa namna hiyo. Na itanionyesha kwamba Rabaone Obgivers ina license yake hiyo hapo. Kwa hiyo utakachokifanya na inaonyesha hapa iko active. Inaonyesha hapa iko active. Kwa hiyo ikionyesha iko active ina maana kwamba bado inafanya kazi, haija expire. Bado inafanya kazi. Na iki expire watakwambia tena hapa kwamba hii ipo expire. Ime expire tayari. Kwa hiyo utakachokifanya wewe utakuja hapa kwenye hivi vitufe vitatu hivi, utagusa hivi vitufe vitatu. Ukigusa hivi vituse vitatu vitu, uh, kuna maneno hapa chini yamepewa ya, ya, ya kwanza umepewa kwamba print license kwamba unataka uiprint ile leseni yako. Cha pili ni renew license, sawa. Cha tatu ni, ni transfer license na cha nne ni terminate license kwamba katisha hii license uh, kitu ambacho nimetaka mimi nije nikuonyeshe leo hii sio hivi vyote sijui terminate sijui print au sijui nini hapana ni haka hapa renew license hicho tu ndo kitu ambacho nimekuja niku nikuonyeshe sasa hivi sasa hii inayo kuonyesha renew license ni kwamba kwa vile kwangu ipo active haiwezi kuwa renewed. haiwezi kwa hiyo unafanya hii shughuli kama uh, tu license yako imesha expire. Mfano nikigusa ki, ni niki hivi, unaambiwa confirmation license activated enjoy seamless access to our service. Kwa hiyo ukigusa yes, bado itabaki ile ile, haito kuwa renew, inabaki vile vile ilivyo kwa sababu haija expire. Lakini ingekuwa ime expire, ukienda hapa ukigusa renew, basi unajikuta kwamba ile license ina inakuwa renewed. Una, unaanza kujaza tena mambo ya ku ya ku renew license yako. Kwa hiyo leo ilikuwa ni hilo uh, jambo dogo tu la kurenew. Kwa hiyo wewe uliyeuliza swali lako jibu ndo hili hapa kwamba ukigusa hapa juu, unatakiwa ukishafanya yote yale, unaingia una nini, unakuja kwenye uh, business license unaingia hapa kwenye my licenses. Kwa hiyo my licenses, kisha unaingia hapa kwenye my licenses. Kisha unaangalia status ya leseni yako iko vipi? Status ya leseni yako iko vipi? Ina unaambiwa kwamba bado inafanya kazi, yaani ipo active kwao. Kama ikiwa active kuwezi ku uwezi renew, lakini kama imesha expire, utakuja tu unagusa hapo unagusa hapa renew. Baada ya hapo, watakupa mambo mengine atakayoendelea hapo, kama utajaza nini, kama hataku, watakupa tu uh, control number ulipie, na unalipia biashara inaendelea, sawa kwa hiyo sitokuonyesha namna ya ku renew e, sito nini, sitokuambia kwamba ukisha nikisha fungua renew kutakuja kwa sababu hata nikigusa hapa sipewi chochote, kwa sababu bado status yangu inafanya kazi, bado ipo itakufa ita tarehe tarehe 18 za mwezi wa kwanza 2026, kwao bado safari ipo kwao. Ni hilo tu la leo, nitaka nije nikuonyeshe hiyo namna ambavyo unaweza ku renew leseni yako ukiwa nyumbani kwako bila hata kusumbuka kwenda sehemu yoyote. Hii ni Rabaone. Kama ni mara wa kwanza, basi jiunge nasi pia. Unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini ukipenda video hizi pia usikose kugusa dole. Karibu.